Tamaa mbaya ndivyo unavyoweza kusema kilichomkuta mkazi wa eneo la Chemchemu wilayani Kondoa mkoa wa Dodoma, Rashid Kimolo alimbaka bibi mwenye umri wa miaka sitini na nane. Kama haitoshi, baada ya kumaliza kumfanyia bibi huyo ukatili huo, inadaiwa alilala utupu, bila kuvaa nguo, kitandani kwa bibi huyo. Kwa mujibu wa maelezo, bibi huyo alitoka nje na kwenda kutoa taarifa kwa majirani walikwenda kumkamata mtuhumiwa huyo aliyekutwa amelala chumbani humo akiwa mtupu. Mahakama ya Rufani Tanzania iliyoketi Dodoma na kutoa hukumu yake Machi kumi na tisa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano imebariki kifungo cha miaka 30 kilichomkuta alichohukumiwa Rashidi katika rufaa hiyo ya mwaka 2023 na hukumu ilitolewa na majaji watatu Winifred Koroso Sam Rumanyika na Abdul Hakim Amil Isa. Hii ni rufaa yake ya pili kwa kisiki, ambapo ya kwanza alikata mahakama kuu kanda Dodoma. Hivyo inamaanisha Rashid amefika mwisho wa kupigania haki, kwani ndiyo ngazi ya mwisho ya rufaa. Majaji hao walieleza kuwa kesi ya upande wa mashtaka imethibitishwa bila kuacha shaka na kuwa mrufani ndiye aliyembaka bibi huyo na ushahidi wa mashahidi wa kwanza na wa pili ulioaminika katika mahakama mbili za chini, na hakukuwa na ushahidi mwingine wa kupinga. Kuhusu hoja ya mrufani kulala eneo la tukio, majaji hao wamelieleza suala hilo lilisumbua mahakama pia, kwani sio kawaida mkosaji kubaka eneo la tukio baada, kubaki eneo la tukio baada ya kufanya uhalifu. Na nukuu, kwa kawaida angekimbia lakini, mambo ya ajabu yaliyotokea, na mrufani akakutwa amelala kwenye eneo hilo la tukio, na kulikuwa na mashahidi wawili wa kuaminika waliomwona walio pale. Kwa hiyo hatuna sababu ya kutilia shaka ushuhuda wao, tunaona sababu hii haina mashiko na tunatupilia mbali, amesema Jaji Isa. Kuhusu kutokuwepo eneo la tukio siku ya tukio, majaji hao wameeleza Mahakama Kuu ilizingatia utetezi kwenye kurasa wa 29 wa kumbukumbu kumbu, na kubaini kuwa utetezi wa mrufani kutokuwepo eneo hilo au haikuunga mkono na mashahidi wowote na ilitolewa bila taarifa, kinyume na kifungu cha mia tisini na nne cha CPA na kutupilia mbali. Katika hitimisho hilo, tumekubaliana shahidi wa kwanza alibakwa bila ridhaa yake na mrufani ndiye aliyembaka. Kwa hiyo hii rufaa inatupiliwa mbali kwa mujibu wake, amehitimisha jaji Isa. Kulingana na ushahidi wa mwathirika wa tukio hilo ambaye alikuwa shahidi wa kwanza katika kesi hiyo, alisema siku ya tukio Februari kumi na moja mwaka 2021 katika eneo hilo la Chemchemu usiku alisikia alisikia kelele kutoka kwenye chumba kingine. Alisema alichukua taa iliyotumia umeme wa jua na kwenda kuangalia. Alipofungua mlango wake, akakutana na uso kwa uso na mrufane ambaye alikuwa amevaa kaptura na fulana ya kahawia. Alisema bila kusema neno lolote, mrufani alishika shingo yake na kutupa taa hiyo, kisha akamshika na kumpeleka kitandani ambapo alimvua nguo ya ndani kisha akambaka, na alivyokidhi haja yake alilala akiwa mtupu kitandani hapo. Mwathirika wa tukio hilo alisema mrufani alipolala yeye aliinuka na kwenda kutoa taarifa kwa majirani. Shahidi wa pili Mwana Hamisi Bakari, aliyekuwa jirani yake, alisema aliitikia wito huo na alipoenda kimya kimya nyumbani kwa bibi huyo alimkuta mrufani akiwa mtupu kitandani na amelala fofofo, ambapo alichukua baadhi ya picha alisema. Baadaye mumeo alifika eneo la tukio, kisha wakatoa taarifa kwa balozi wa nyumba kumi na mrufani akakamatwa eneo la tukio. Shahidi wa tatu ambaye ni ofisa wa polisi Grayson alisema Februari kumi na sita mwaka 2021 alirekodi maelezo ya onyo ya mrufani ambapo alikana kutenda kosa hilo. Katika utetezi wake mrufani huyo alikana kutenda kosa hilo na kudai siku ya tukio alilala nyumbani kwake na kuwa alikamatwa soko la zamani akiwa katika shughuli zake za kila siku. Baada ya mahakama kusikiliza pande zote mbili, ilidhia kwamba upande wa mashtaka umethibitisha kesi bila kuacha shaka kumtia tiani na kumhukumu adhabu ya kifungo cha miaka thelathini jela. Baada ya kutoridhishwa na uamuzi huo, alikata rufaa ya kwanza mahakama kuu ya kanda ya Dodoma ambayo ilitupilia mbali rufaa yake. Katika rufaa hiyo alikuwa na sababu kumi na tatu ikiwemo kutokana na mikanganyiko ushahidi usiolingana na madhubuti wa upande wa mashtaka, kesi hiyo haikuthibitishwa haikuthibi, bila kuacha shaka nyingine ni kwamba halikuwa na ukiukwaji wa kifungu cha kumi ibara ya tatu na kifungu cha tisa ibara ya tatu ya sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA. Mahakama ya rufaa ya kwanza ilishindwa kutathmini ukweli wa shuhuda na ushahidi wa kwanza na wa pili, na kuwa na hukumu hiyo ilitokana na ushahidi dhaifu. Sababu nyingine ni mahakama ya kwanza ya rufaa, mahakama kuu, ilishindwa kuzingatia jinsi mrufani alivyobaki eneo la tukio baada ya kutenda kosa. Rashidi ambaye hakuwa na uwakilishi wa wakili alieleza kuwa anaunga mkono hoja hizo na kuiomba mahakama izingatie sababu zake za kukata rufaa, huku jamhuri ikiwakilishwa na mawakili wawili. Mawakili hao walipinga rufaa hiyo, ambapo moja ya sababu anazolalamika mrufani huyo ni picha zinazodaiwa kupigwa akiwa mtupu katika nyumba ya bibi huyo kutowasilishwa mahakamani. Mawakili hao walieleza kuwa huko hakuna sharti la kutoa picha hizo kama vielelezo ili kuthibitisha kesi ya ubakaji walidai viongozi, aliyechukua picha hizo hakushuhudia kutendeka kwa kosa hilo, na alimshuhudia mrufani akiwa amelala kwenye kitanda cha bibi huyo, na huku hoja hiyo ilithibitishwa na mashahidi waliomwona mrufani akiwa amelala kwenye kitanda hicho.